Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Abdallah Pazi, maarufu Dullah Mbabe, ukipenda niite bondia tajiri Tanzania hii. Mimi ningasema tu kwamba napenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kuishukuru mahakama na vilevile, nipende kuwashukuru viongozi wa Azam kuanzia ngazi za chini hadi ngazi za juu kama dada yangu Kristina Koloso, Patrick Kamele na kadhalika, tuseme kuu nzima ya Azam, kwa kuweza kulipambania swala hili hadi hapa kulipofikia. Kwa sababu ni swala la kisheria, kwa mimi siwezi kuongea sana kwamba hivi ilikuwa hivi ilikuwa hivi, lakini ni swala badala ya mahakama kustopisha boxing nchini Tanzania, Azam wasirushe, kiukweli limetu eh, limetudisha nyuma sana, kwa sababu tulikuwa tunakwenda kazi zetu zile za zamani zile, japo kwa tuzitaja hapo kwenye media. Mimi kuna kazi kwa nafanya kitambo hiko. Lakini zikaja tukapungua kutokana na Azam, kutokana na kipato, tunakuwa napata kipato kizuri. At least kuna baadhi ya mabondia wamepata ambassador fulani kwenye makampuni, hata mimi nipo baadhi ya makampuni kadhaa, kwamba kutokana na Azam wakirusha event, wakikuona basi unapata na kipato nje ya ngumi. Kwa hiyo na shukuru sana, shukuru sana. Yeye anambe vile sana. Bwana hapa msamaha kwangu mimi hakuna. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru pia wenzangu waliopita kama aai Simba Mfaume Mfaume na Sibu Ramadhani Ibrahim na mzee Master Kinyogoli, kwa sababu wangalau mlio kupo nao na sisi tukicheza kidogo tukipata chochote kitu ndio tunampasia hivi. Unaweza kuamini siku mbili mimi nimecheza, lakini hamna mtu anayejua kama Dullah Mbabe kacheza? Unajua ni wachache kwa sababu Azam mda mwingine akirusha ukidundwa watu wanakucheka ukimdunda mtu fresh. Kwa hiyo lakini i napenda hivyo hivyo tukidunda tunacheka, tunanuna tuna, tuna mda mwingine unajifuta na kwenye ulingo hizo, kaenda kala kichapo kule nyumbani, kwanza Bili, dali, inje, na kaa siku mbili ndani utoki nje, kutokana na adhabu. Na ukimdunda mtu asubuhi tu mapema, umetoka nje pale na penzi lako umekaa <laughs> kwa hiyo yote ni heli, kwa sababu eh, hey, huu ni mchezo. This is a business. Unajua naongea Kiingereza sana sasa hivi. Bila <laughs> kusemayo. Asanteni sana. Karibuni sana. Azam, kesi imeisha. Tunawaomba, tuko chini ya miguu yenu nyinyi. Tanzania hii ndiye baba ndiye mama katika upande wa michezo, kwa sababu tunaangalia football, netball, yaza na kadhalika, mnaibeba sana. Hasa kesi mahakamani imeisha, basi tunawaomba, tuko chini ya miguu yenu, mrudi tena kwenye boxing, kwa sababu boxing, unajua kama Dullah Mbabe nasomesha na baba na mama na kaka na kadhalika na watu, yani na watu kibao ambayo kipato kingi na kipata kipanda kipanda ulingoni. Lakini hizi event zingine, hata nadhani Mafia Boxing Promotion inaandaa mechi, ni ukweli inazingatia, lakini bado haijafikia pale malengo tunayopataka kuniadha, japokuwa nampenda pia kumshukuru mkurugenzi wa Mafia Boxing Mlisho za Yumba kwa support yake wa mkono wake kunifikia na mimi ila, Azam da nyinyi bwana, ndugu zangu, kesi kweli imeisha, tunawaomba event ya kwanza ikiwezekana, tupigane wenyewe kwa wenyewe yani, ikiwezekana event ya kwanza hapo, mfomo mfomo di Jalali, Dulla Mbabe, Ibrahim Kasi na Sibla Mazani, ikiwezekana tupigane wenyewe kwa wenyewe. Hakuna bondia yote kutoka nje na hakuna hata kukimbiana, tupigane wenyewe kwa wenyewe, yani ukipigwa kesho asubuhi kama utoki ndani basi. Mimi baada ya kusema hayo, asanteni na washukuru sana, naona ubuge usigara hata wewe. Ah, sasa hiyo issue ni weight tofauti kwa sababu mimi nachezea super middleweight 76.2 ndio maana kwa naongea Kiingereza sana, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> are, yeah, yeah, sawa, kwa yule anacheza weight. Sawa, kwa hiyo tupo weight tofauti sasa, sijajua hapo kigezo gani kinaweza kutumika kwenye kucheza hiyo ni. Aa, mimi ni jembe, haichagui sehemu yani, ya kulima ka kwenye matope nalima, kwenye michanga nalima, kwenye kokoto nalima kokote pale. Yani, hivyo ndo viko njiani iyina kwenda kimya kimya, kwanza mdogo mdogo yes, kwa sababu nadhani mwezi wa saba talishina kitu, kuna kiporo cha kwanza kitaanza kwa hiyo io e, e, shia kesi kwanza, na inapoatarejea kwenye ngumi rasmi moja kwa moja aesapambano basi, itafungua tena ile milango ya riski ambayo ilikuwa kidogo imeirudishiwa kulingana na mazingira ya kesi yani, asilimia kubwa, kwa sababu hapa ilipokuwa Azam inarusha ngumi, yani, ukimkamata mwandishi wa habari mmoja ukizunguka naye sehemu kwa duka lolote, kaliako posta, unaunga Yaani unaunga. Umeona? Lakini sasa hivi mwanangu, tulikuwa tunakimbiana hapa. Mimi nakwambia, tulikuwa kama Dave Attack tunanua maji makubwa, alifanya maji makubwa chips kavu. Mabondia sasa hivi, abondia tajiri piki yangu. Sijui mnasiri mnasiri kudaka hapa huko. Au mtaki kudaka? Ah, mna hela nyi. Ah, wote wana hela, nera piki yangu. Kwa hiyo bwana ndio hivyo, mimi nashukuru, nashukuru, nashukuru sana. Ila Azam, najua mpaka sasa hivi bado kwa sababu kuna clip moja niliona ya Patrick Kemele akiongea kwamba hata kesi kisha hatuna ulazima kwamba tunaweza tukarudi au tusirudi. Nadhani kitu kama hiyo alikiongea. Mimi bado tunamwomba ni kama kaka, kama mkubwa kwetu, yaani kwamba tunamwomba yarudi kwenye boxing, au proposal zetu za boxing ziende, kwa sababu promoter sasa wametokea mengi, hadi Blam Class promoter. Kwa hiyo kwa hiyo naomba tu, naomba tu kampuni ya Azam Media mrudi tu, ndugu zangu, mtubebe, kwa sababu mnapocheza, mnapokuwepo nyinyi, kwanza mnafurahisha watu, cha pili mnasababisha sisi tujulikane.